Tanga mwenzenu, nangaika na dunia kupata ukukosa hili shani yake Mola. Ali Hemedi Ali Abdallah almaarufu Ali Star. Jina lake lilikuwa maarufu ndani na nje ya mipaka ya taifa hili. Huyu ni mwimbaji stadi wa mashahiri ya mapenzi na mengine akitumia lugha ya Kiswahili. Ali Star ambaye anatajika pakubwa kutokana na kipaji chake cha kutunga mashahiri ya taarabu na kuyaimba mwenyewe bado ndalilo ashinda wenzangu ikawa waga watenda hata kwa rafiki zangu. Mashahiri yake akilenga ya zaidi kuburudisha na kuelimisha jamii. Ali Star alizaliwa mwaka 1955 katika kata ya Mkwatani wilayani Kilosa mkoani Morogoro. Nimepata elimu ya msingi pale Kirosa, shule ya Kichangani, nikahamia Mazinyungu katika miaka ya sabini na tatu nikawa nimemaliza rasmi shule ya elimu yangu ya msingi. Sikupata bahati ya kuendelea. Baada ya hapo, nilikwenda kuishi Mwanza kwa ndugu yake la ya baba yangu mimi, kwa baba yangu mwingine ambaye alikuwa anaishi Mwanza. Nimekaa kule mpaka kufikia miaka ya sabini na sita, sabini na saba, sabini na nane wakati wa vita vya Kagera nikarudi Dodoma, nikahamia Dodoma ambako alikuwa anaishi mama yangu mzazi, kwa sasa ni marehemu. Mama yangu mzazi na baba yangu hawa walishachana hao walitengana kutoka miaka ya sitini sita sitini saba Kwa hiyo mama alikuwa naishi Dodoma. Baada ya kufika pale Dodoma, ikumbukwe katika stori, wakati mimi nasoma Kilosa ndani kwa mzee wangu nilipokulia, mzee wangu alikuwa na, ana santuri zile, nadhani wahenga watakumbuka santuri ni kitu gani, na nikizungumza santuri manake ndani kuna gramafoni. Kwa hiyo mzee alikuwa anasikiliza sana nyimbo za taarabu taarabu. Hivyo basi, hiyo ilipelekea mimi nilikwamia pale Dodoma, jirani nyumbani a mama yangu jirani, mtaa wa Kinyonga, eneo la mji mpya, kwa mzee Heri Mambo au mzee Jela, kulikuwa na bendi ya tarabu inaitwa Dodoma Stars Musical Club, karibu na shule ya Uhuru pale. Kwa kila jioni walikuwa wanafanya mazoezi yale, mazoezi ni ya tarabu ambayo yalikuwa namikumbusha wakati mimi nasoma, na kwa sababu tayari nilikuwa na interest, nikavutika, nikaenda nikajiunga na bendi ya Dodoma Stars, nikajifundisha kupiga vinanda, hatimaye nikawa msanii wa kutegemewa katika bendi hiyo ya Dodoma Stars. Hakuweza kufaidi malezi ya wazazi wake wote wawili kwani walitengana katikati ya miaka ya sitini. Lakini hata hivyo, baba yake aliaga dunia na kumwacha akiwa bado mdogo. Hakika mti ukishaanguka, vilivyopo vyote usambaa. Hii ni sehemu tu ya utajiri wa mashahiri aliyonayo ah. Mwaka 1983 akiwa bado kijana mdogo mwenye ufundi mkubwa wa kupiga kinanda na kumvutia King Kiki, ndiye haswa aliyeibua upya mafanikio ya kutimia kwa ndoto ya Ali Star. Na 83 akaja mzee Kiki kutoka Dar es Salaam, alikuwa na ziara ya mikoani. Moja ya mkoa aliofanya ziara ulikuwa Dodoma. Akafika Dodoma akanikuta mimi katika bendi ya Dodoma Stars na napiga kinanda akanishawishi nijiunge na bendi yake, hiyo bendi inaitwa Orchestra King Kiki, nikajiunga na kuhamia Dar es Salaam. Miaka 1984 mia tukaingia studio za Radio Tanzania wakati ule, kwa sasa TBC, lakini wakati ule likuwa anaitwa Radio Tanzania Dar es Salaam. Tukaingia studio kurekodi nyimbo. Moja ya nyimbo nilizorekodi mimi ni Lamanda Kitoto kinatambaa Dodoma Kapitali na nyinginezo, tukishirikiana kupiga kinanda hicho na mwanadada mmoja, kwa sasa ni marehemu, anaitwa Asia Darwish. Lakini kwa sababu mziki wa dance ulikuwa hujaniingia sana, baadaye akatokea ndugu mmoja anaitwa Mbwana Tajiri Majoka na Norbert Chenga kiongozi wa kikundi cha Muungano Cultural Troop au Muungano Dancing Troop. Wakanishawishi kwenda kuanzisha kitengo cha tarabu katika bendi hiyo. Kwa hiyo idara ya tarabu iliasisiwa na mimi Mbwana Tajiri, marehemu Asmahani Hamis, Shabani Mandevu na Suya Mselem na kadhalika. Mwaka 1986 alikuwa ni miongoni mwa waanzilishi wa kikundi kilichokuwa maarufu enzi hizo, Bima Modern Tarabu, mimi nikiwa mwasisi mmojawapo. Nikaamia katika bendi ya Bima Modern Tarab na tukaanzisha mziki unaoitwa Modern tarab, mimi nikiwa mmoja katika waasisi wa mziki wa Modern. Ukisema nitajia wasanii kumi waasisi wa mziki wa Modern Tarabu, usiponitaja mimi utakuwa hujanitendea haki. Kwa hiyo mimi ni mmoja katika waasisi wa Modern Taarab. 92 Chama cha Mapinduzi Idara ya Uenezi wakaanzisha kundi kubwa sana, kundi la Tanzania One Theater, toti dogo la Afrika, chini ya kiongozi marehemu Captain John Damian Komba. Miongoni mwa wasanii wa asisi mimi nilikuwa mmoja wapo, tulikuwa wasanii hamsini, wengi walitoka majeshini na wachache kutoka uraiani Tanzania bara na visiwani. Miongoni mwa wasanii hao akiwemo ajija Omar Kopa pamoja na Uthmani Sudi rasmi mwaka 1992. Baadaye mwaka 1993, malikia mipasho wa mipasho Avijakopa pamoja na Uthmani Sudi wakapata mkataba nje ya Toti ya kwenda kuzindua rasmi bendi au kwenda kuasisi bendi ya East African Melody kule nchini Dubai. Hivyo wenzetu wakaondoka na sisi tukabaki tunalisongesha gurudumu alilitumikia kundi hilo la Toti kwa mafanikio makubwa kabla ya kuhama kutokana na mgogoro baina yake na viongozi wa Toti kwa kile kinachodaiwa utovu wa nidhamu mwenyewe ana majibu ya kina juu ya kadhia hii. Mwezi wa nane mwaka huo huo 1993, Ali Star ambaye ndiye mimi, nikakorofushana na uongozi mzima wa Toti. Hivyo basi, nikasimamishwa kazi kwa muda usiojulikana na mimi, kwa kuwa bado nilikuwa kijana, damu inachemka, hivyo nikajikuta nimerudi kwenye kundi langu la zamani nalosilingine na ni Muungano Cultural Troop nao, kwani walikuwa bado wananihitaji Hivyo basi, ingawa nimerudi Muungano, mapenzi yangu yalikuwa bado yako Toti. Nilikuwa niko Muungano najitahidi kufanya jitihada zangu binafsi za kuonana na uongozi wa Toti kuomba radhi ili nirudi, kwa kuwa na mapenzi ya dhati na Toti, lakini juhudi zangu ziligonga mwamba. Nilimtumia hadi marehemu mama yangu mzazi kwenda kuniombea radhi kwa uongozi wa Toti, naye pia aligonga mwamba. Hivyo basi, baada ya muda Hadija kopa na Othmani sudi wakamaliza mkataba kule Dubai, hivyo wakarudi na wakajikuta nao pia wamejumuika na mimi katika kundi la Muungano. Tukawepo mimi, Othman sudi na Hadija kopa. Hivyo Muungano nayo ikapata jeuri, ikawa na nguvu, ikawa na uwezo wa kupambana na kundi lolote hapa nchini Tanzania. Safari yake ya kutoka kundi la Muungano kwenda Tot ilizua balaa kubwa, kwani alilazimika kulihama kundi hilo kati kati ya shughuli nzima ya mpambano wa vikundi hivyo viwili, vilivyokuwa na uhasama mkubwa. Likaandaliwa pambano la Muungano na Toti pale Vijana hosteli Kinondoni mwaka 1994 mwezi wa nne. Hivyo basi siku ya pambano, nikagundua kwamba kumbe mgeni rasmi ni aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha Mapinduzi taifa, marehemu Horace Kolimba ndiye aliyekuwa mgeni rasmi. Hivyo basi, wakati wa pambano, mimi nikasema leo ndio natumia nafasi yangu ya mwisho kuomba uongozi mkubwa au uongozi wa juu ili mimi nirudi toti. Kishindikana basi, mimi nitafia muungano. Hivyo nilipanda kwenye bendi ya muungano na nyimbo yangu yalimbukeni, nikaemba beti mbili. Nilipomaliza nikasimamisha mziki nikazingatia itifaki, nikamwomba katibu mkuu anisikilize na nikampa maelezo yafuatayo. Nikamwambia, Mheshimiwa katibu mkuu, unakumbuka mimi ni mwasisi wa kundi la Toti, na leo utashangaa kwa nini naimbia Muungano nimekorofishana na uongozi wa Toti kwa makosa utovu wa nidhamu. Nimefanya jitihada zangu binafsi za kuomba radhi uongozi, nimegonga mwamba. Nimemtuma mama yangu mzazi kuomba radhi, lakini juhudi zimeshindikana. Hivi leo, kwa sababu wewe mwenye kikundi, wewe mwenye mali huko hapa, natangaza rasmi uamuzi wangu wa kuachana na Muungano na narudi Toti. Na majukwaa yalikuwa hapo ya karibu karibu, yalikuwa kama hatua moja tu hivi hivyo. Basi nikarudisha maiki ya Muungano kwenye stendi ya Muungano na mimi nikaruka jukwaa na kurudi Toti. Hivyo basi nilipokelewa vizuri na uongozi wa Toti, nilipokelewa vizuri na uongozi wa juu, nilipokele, nilipokelewa vizuri na wapenzi na mashabiki wa Toti. Hivyo basi kurudi kurejea kwangu Toti ndio hadi leo nazeekea hapa Toti na ninatarajia kwamba uhai wangu utaishia hapa Toti. Asanteni sana. Baadhi ya mashairi yake yote yanalenga uhalisia wa maisha aliyowahi kupitia wakati wa utoto wake. Nyimbo zake zilizidi kushika kasi kutokana na ustadi na usanii usiokuwa na mfano. Eh, ni kweli ndugu Mvula, hiyo nyimbo mtumwa wa bwana, nimetaja vijiji nilikozaliwa, nimetaja wazee wa nyumbani. Kifupi, hiyo nyimbo nimeifanya kama tambiko, na nashukuru wilaya nzima ya Kilosa na mkoa wa Morogoro kwa jumla, hiyo nyimbo imepokelewa vizuri sana. Ukienda kwetu kule, nyimbo ya kidege mswala imekuwa kama ni nyimbo ya taifa la Kilosa imependwa imekubalika, na imenipa heshima sana pale nyumbani katika miaka hiyo ambayo hiyo nyimbo imetoka. Nini maana ya kidege msala? E, kidege msala, unajua sisi binadamu tumeumbwa miongoni mwetu, kila binadamu ameumbwa tofauti tofauti na uwezo tofauti tofauti na hali za maisha tofauti tofauti. Wapo watu wenye maisha mazuri ambao wametulia, lakini tuko kwenye maisha ya kurukaruka kama ndege, kula yetu, kulala yetu ni shida kwa hiyo sisi tunaorukaruka na maisha kuangaika huku na kule, tumekuwa kama ndege tunaorukaruka. Ndio maana akasema mimi ni kidege msala. Msala ni ule ambao, kwa wale wenzetu ambao sio madhehebu ya Kiislamu hawaujui, basi msala ni kile chombo au kile kama kijimkeka kijibusati cha kusalia, kile kinaitwa msala. Katika miaka ya nyuma kule kwetu na baadhi ya mikoa mingine wanatengeneza ile ya, ya, ya ukili kama mkeka hivi, kile kinaitwa kimsala. Kwa hiyo kile kimsala ndio cha kulala Yani ni mimi kidege msala, popote kulala. Kwa hiyo ninapokwenda popote natandika msala wangu na lala. Ile kurukaruka kwangu kutafuta riziki, ndio nimekuwa kama kidege kinachotafuta tafuta riziki. Hiyo ndio maana halisi ya nyimbo, lakini hiyo nyimbo kiukweli imekuwa kama ni nyimbo ya tambiko kwa watu wa wilaya ya Kilosa. Mashairi yake yatabaki katika kumbukumbu ya wapenzi wengi wa muziki wa taarabu kwa karne na karne, sababu yamebeba msingi halisi wa utamaduni